Uh, cha kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, uh, kwa sababu yeye ndo mwingi wa rehema mwenye kurehemu, na pia na furaha kuungana na timu dhidi Morocco hapa. Maana mimi nilikuwa niko Casablanca na timu imekuja jana, nimeungana nayo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nimekutana na wachezaji wenzangu, na furaha kuwepo hapa. Uh, cha kwanza mashabiki wa hapa, kwanza ni mashabiki ambao wanahamasa mda wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho na cha pili pia ni mechi ambayo ni mechi ngumu, tunaenda kucheza dhidi ya Morocco, lakini kwa sababu hii ni vita na tuko vitani, kwa hiyo tuko tayari kupambana na lolote litatokea, na tukishigiana na chezaji wenzangu pamoja, pamoja na benchi la ufundi naamini, tutakuwa na mchezo mzuri dhidi ya Morocco. Hali ya hewa hapa ni baridi, ni baridi, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa miezi ambayo niko sasa hivi miezi miwili, na mazingira hapa nisha ya adapti. Kwa hiyo baridi hapa ni nomo kwa mimi navyoisikia na hisi na kawaida. A, ni cha kwanza ni hatua kubwa ambayo nimeipiga kwa sasa, na nilikuwa ni malengo yangu hapo mwanzo, na Mwenyezi Mungu amenisaidia nimefikia malengo na, na bado ni mwanzo, na naamini na safari ndefu kufuatia mabrazo ambao wametangulia kina Simon Msuva akina Miroshi wakina ana Ali Samata kwa hiyo naamini, na ni nyayo ambayo napita katika njia zao ambao wamepita hapo awali.